Magret Msigwa anaishi katika eneo la Iturike, pembezoni kidogo mwa mji wa Njombe. Ni miongoni mwa wakulima waliojikita katika uzalishaji wa mazao ya kilimo tangu alipohitimu elimu yake ya msingi mnamo mwaka na, na, na, na, na kilimo cha parachichi ambao ndio zao ambalo limeng'alisha mkoa wetu wa njombe nombe na, na zao la mahindi, na, na zao la miti ya mbao. Pia nipo na kwenye ufugaji. Magreti mwenye mume na watoto wanne ambao sijabahatika kuwakuta nyumbani, anasema ratiba yake ya kila siku inaanzia saa kumi na moja alfajiri kwa kuhudumia ng'ombe wa maziwa. Nikiamka na kamua, kama kuna kijana wa kazi anayenisaidia, anaamka kijana wa kazi, lakini huwa sipendi sana wao. Naamka kijana wa kazi, huwa na ninaye mtoto wangu ambaye huwa anamwamsha kiatu hapo leo anaamka anakamua anapeleka, jioni anapeleka kijana wangu wa kazi pamoja na kuchumia. Miongoni mwa mambo yanayomkera ni kuona kuna kuwepo na mifumo dume inamkandamiza mwanamke hususani katika nyanja ya uchumi. Huyu anayezuia mwanamke asishughulike, anataka kukumbatia yeye kama yeye kuonekana na uchumi, mwanamke huyu asipate nafasi ya kufikiri ya, anamfifisha kufikiri mwanamke huyu kuwa na uchumi. Kilimo na ufugaji kinatajwa kuwa mkombozi kwa kumwezesha kukuza uchumi wa kaya kwa kuboresha kiwango cha maisha pamoja na kuwapa watoto elimu bora. Nimeweza kusomesha watoto wangu kusomesha mpaka vyuo vikuu wamesoma kupitia kulima kupitia kilimo kupitia ufugaji, na nimeweza kujenga nyumba kama mnavyoiona. Na wakati dunia ikiadhimisha siku ya mwanamke Magreth anatoa rai kwa wanawake wenzake kutumia fursa zinazowazunguka. Kwanza nataka kujiamini, na ninawashauri wanawake wenzangu tusikaye hivi hivi kutegemea wanaume kwamba watatuletea za matumizi. Hapana. Kauli mbiu ya siku ya mwanamke kwa mwaka 2025 inahimiza uimarishaji wa haki, usawa na uwezeshaji. Emanuel Garemba, Azam News, Njombe.